Kuacha unataka kuchangia mada, unajua kuongea Kiingereza wewe? Lugha baba lugha, unaiweza. Ah, babu, acha dharau, we unaweza. Ndio, ngoja nikupe vimonto mm -hmm. <coughs> Good morning ladies and gentlemen, mm, mjomba. Zoi inakuhusu. Zoi tunafundisha kozi ya ushoni na ubunifu wa mavazi. Kozi za urembo kama vile makeup, yaani upambaji, uchoraji wa piko na hina, ususi na urembo wa nywele. Zoi pia tunafundisha upishi na upambaji wa keki. Vile vile Zoi tunafundisha kozi za lugha tofauti tofauti. English course, Kijerumani, Kifaransa, Kitaliano, Kichina, Kirusi, Kipoland, Kiarabu, Kispain na Kiswahili kwa wasiojua kusoma wala kuandika moja na wageni Zoi tunafundisha kozi za kompyuta, computer maintenance, video production na tuition za masomo. Zoi pia tunatoa mafunzo ya udereva wa gari na vyombo vya maringi mawili. Zoi tunafundisha kozi za utalii tour guide na front office. Zoi tunapatikana Amani Bopa na Amani mkabala na uwanja wa New Amani Complex, shule ya Hayakaria. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 06720705 Aa au sifuri saba saba sita tatu tatu sifuri sifuri mbili nane. Zoe Institute connection to, to development, development.